Habari ndugu mfuatiliaji wa channel hii, leo nataka ni kuelekeze jinsi ya kuweka picha kwenye contact namba ulizosave kwenye simu yako, yaani jinsi ya kuweka picha za watu kwenye namba ulizosave kwenye simu yako, yaani namba husika unaweka picha yake husika. Njia hii itasaidia usipate shida sana wakati unatafuta namba hiyo, kwa ajili ya labda unahitaji umpigie au umtumie meseji. Utakuwa unaitambua kwa picha tu uliyoisave. Twende pamoja, njoo hapa, fungua hilo application la contact. Ukishafungua bila shaka kuna majina ya namba nilizosave kama jinsi inavyoonekana. Sasa wewe utakuja hapa ili uone, sababu hapa natoa mfano. Ngoja nichague namba mojawapo ili niweke picha. Umeiona hii jina hii? Sasa nataka niweke picha, sasa utakliki hapa. Umeona hii sehemu iliyoandikwa M Gusa hapo. Kumbuka tunataka tuweke picha, yaani ifanane kama jinsi inavyoonekana hapo. Ni rahisi sana, gusa hapo kwenye m. Ukishagusa bila shaka jina hilo litafunguka kama hivi na namba zake zinaonekana kama jinsi nilivyo save hapa. Sasa uta click hapa au utabonyeza, uta touch hapa, angalia hapo niliponyoshia huo mshale, gusa hapo Ukishagusa bila shaka itaonekana kama hivi, usipate shida. Kisha utagusa hapa hapa kwenye hii sehemu yenye kamera, kama icon ya kamera fulani hivi, gusa hapo. Ukishagusa hapo, bila shaka kuna maneno yatakuja kama change photo, take photo, choose photo. Sasa utakliki hapa Gusa hapa sehemu iliyoandikwa choose photo. Ukisha kliki sehemu hiyo, bila shaka itakupeleka moja kwa moja kwenye gale na mafaili yanafunguka kama hapa. Sasa utachagua faili mojawapo lenye picha husika ya huyo mtu ambaye anataka kumsevia hapo kwenye namba yake. Ngoja tu kliki faili hapa. Tukisha kliki file kama hivi linaonekana picha mbalimbali mbali. Sasa ngoje tuguse picha mojawapo hapo mfano kama hii. Umeiona hii? Tukisha igusa au tukisha iselect inaonekana kama hivi. Sasa utafanya hivi usipate shida, ili kwa kichwa cha hiyo picha kishuke hapo chini kidogo, yani utakishika hivi alafu utakislide kwa chini ili kionekana hapo kwenye mraba huo. Yani kama hapa umeone eh? Baada ya hapa kuna sehemu inakuambia save copy, umeiona eh? Save copy utakliki sehemu hiyo hiyo. Ukisha kliki sehemu hiyo, bila shaka itaonekana kama jinsi inavyoonekana hapa. Usikate video, ngoja tumalizie. Baada ya hapa, utakuja sehemu iliyoandikwa save. Mmeona sehemu hiyo hapo? Basi mpaka hapo utagusa hapo, na utakuwa umeshafanikiwa ku save picha au kuweka picha kwenye muhusika wa namba hiyo hapo, na kwa kuwa mimi nimetoa mfano wa namba yangu na nimeweka picha yangu, huo ni mfano. Sasa wewe utafanya jinsi mimi nilivyofanya hivi hivi, ni rahisi sana. Na huu ndo mfano wa picha ambazo nimeweka kwenye namba husika. None, namba husika, kwa hiyo mimi hapa sitapata shida kuchagua picha yoyote au kuchagua namba yoyote kama nahitaji kumpigia, kwa kuwa hapa nimetoa mfano tu na hizo ni picha zangu, lakini wewe utafanya jinsi mimi nilivyofanya hivi hivi. Endelea kufuatilia elimu mbalimbali ambazo huwa zinapatikana kwenye chaneli hii ya Shayia TV, gusa neno subscribe, na kutakia siku njema.